Bilioni 135 zimepitishwa kwa ajili ya matumizi ya Wizara ya Viwanda na Biashara kwa mwaka wa fedha wa 2024/25. Ni bajeti ambayo imepita wakati ambako serikali imekuwa katika mapambano makubwa ya kuhakikisha bidhaa za ndani zinapata soko. Katikati ya hilo, wabunge wamelalama ya kwamba umefika wakati sasa wa kuwa na mamlaka inayojitegemea ili iweze kudhibiti uzagaji wa bidhaa zisizo na ubora, ama unaweza ukasema bidhaa feki. Hali ilikuwa ni miongoni mwa mambo ambayo yalitawala mjadala huo, wakati ambako waziri wa viwanda na biashara Dkt Selemani Jafo akiwasilisha hotuba yake ya bajeti, na hata wakati akijibu baadhi ya hoja alijitahidi kufafanua ili kuonyesha kwamba nchi bado inataka kupata mwelekeo mwema wa kuimarisha biashara za ndani. Tutajikita hapo kuangazia namna ambavyo udhibiti huo unaweza ukafanikiwa ama la, lakini pia kwa ujumla wake namna kama nchi tunavyoweza kufanya vyema kwenye biashara na hata katika kuendelea kuongeza e, viwanda hapa nchini. Naitwa Nordin Selemani, ndiye ambaye ninakualika kwenye uchanganuzi kwa leo. Studio tumemwalika Renato Simrewa, katibu wa jumuiya ya wafanyabiashara pale Kariakoo. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Kwema, mambo yanakwenda. Njia ya teknolojia kutoka studio zetu pale Dodoma zinatuunganisha na, na Shadrack Kikoti ambaye yeye ni mchumi. Karibu sana, Shadrack. Asante sana. Mambo yanakwenda. Yes, vyema kabisa. Mm. Hebu tuambie, kwa upande wako, kusikia serikali inashauriwa kuja na mamlaka Eh, ambayo itajitegemea ili iweze kudhibiti uzagaaji wa bidhaa zisizo na ubora. Umelibebaje? Ah, nimelibeba kwa namna mbili. Kwanza ni kwa sababu lengo ni jema kutaka kuzuia bidhaa ambazo hazina ubora na pia kuhakikisha kwamba Tanzania haiwi dampo la bidhaa mbovu kutoka kutoka nchi nyingine, jambo ambalo mara nyingi nchi nyingi za Kiafrika zinafanyika hivyo. Lakini kwa wakati mwingine, pia nimeona kama ni utitiri wa mwongezeko wa taasisi nyingine nyingi ambazo zinakuja pia kuchangia ongezeko la la matumizi mengi ya mishahara na na matumizi ya kawaida katika wizara zetu A, kitu ambacho kingeweza pengine kuwa, kuwa sehemu ya, ma, ya maendeleo. Naam, Shadra. Naam, inaonekana kidogo ma mawasiliano sio mazuri sana na Shadra Kikoti. Renatus, nyie no, ndio watu ambao hizi bidhaa kwa kiwango kikubwa mnapofanya shughuli zenu pale ndio zinaonekana kwa wingi wake hmm. Uh, mnahisi nini kinaweza ikikawa mwarubaini wa kwa kuweza uh, kwanza kudhibiti hizi bidhaa zisizo na ubora? Kwanza nipongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa bajeti yake nzuri, lakini pia hili swala la bidhaa ambazo ni feki walisema ni nyingi sana kwa size almost kama bidhaa za Tanzania almost kama asilimia tisini sisi bidhaa ni fake mm. Na moja nilikuwa nasikiliza moja ya mchangiaji mbunge moja pale amechangia kwamba imefutwa ile certificate of origin yeah. ambayo ilikuwa ni moja ya dokumenti muhimu sana kwamba bidhaa ilipotoka, ionyeshe kwamba ubora wake kiwanda kilichotengeneza, ili hata kama ikija kusumbua sehemu fulani, tunajua nani, tunafanya nini, tunambana. Lakini ile sheria ilikuwa na changamoto wale, wakati watu wa TBS wameanza kuimpose fine ya 15% kama hujakaguliwa kule. Ile bidhaa ilikuwa imashati ya kwanza kule, unakotokea uko tengeneza lazima bidhaa ikaguliwe kabla kuja wapi hapa nchini kwetu. uh -huh. na sasa baadaye wakaweka sheria kwamba kama hujakagua ile bidhaa ikaonekana imefika kwenye bandari yetu hujakagua, basi wakuwa natoza 15%. Sasa kuja kufuatia baadaye ikaonekana kwamba ile 15% haikuwa imepitishwa kama sheria bungeni, ilikuwa lazima ipitishwe bahati nzuri wale watu wa TBS wamefuna, ni mwezi wa saba inaanza ku apply kama bidhaa inaikagua kule nakotoka, kwa maana ya ubora, ikifika hapa utatozwa simu ngapi? 15. Hiyo ni moja ya njia, lakini kwamba nakutana na changamoto kubwa saizi, kutokana na hasa soko la kama letu, mfano la China, unakuta shati kama hili lina grade kama tano tofauti. Ukifika pana kwambia unatoka wapi? naambia Afrika. Afrika nakwambia ni third world countries, atakutengenezea kwa ubora wa Afrika ukienda kwenye similarity na ubora ni ngumu sana. Kuna nini kwa sababu vitu vinafanana, ila ukija kwenye vitu kama magari ni kweli rahisi, lakini kitu ambacho ni kibaya sana nakiona na ambacho wameongelea sana pale bungeni kitu kama unapoingiza dawa ambayo ni fake, ni kitu ambacho ni kibaya na kina impact sana kwa nchi mm, au kitu kama matairi ya magari, unaenda tairi unakutana tairi kwamba lipo la laki tatu, lipo la laki moja na ishirini, lipo la laki tano, liko la milioni mbili, mm. Sasa unaangalia hiki kitu kinabeba roho za watu zaidi ya labda lile basi, chukulia watu 50 na kitu Mtu amefunga tai la bei ndogo na ni tai fake. kwa hiyo tunamshukuru, na bahati nzuri sisi hatuwezi kumlaumu sana mheshimiwa Jafu Jafu, kwenye wizara bado ni mgeni lakini tumekutana pale, kuna wataalamu pia wale wasaidizi wake ni madaktari wote PhD zile mm. Tarajia watamsaidia sana kurifomu hii hii wizara hii tuweze mm. kwenda vizuri na amekuwa ni waziri wa mfano, japo akinyega sehemu hanaga na nini, naweza umeona hata wiki iliyopita kali ya kuwa ameingia field mwenyewe, anakuja kuona anaambia fifsi nini hiki ni fake kwayo, zia. Kwa hiyo nadhani mamlaka lazima ziamke kwanza kwamba tupime madhara ya hili jambo ni kubwa sana

kuja na vitu vya ubora lakini madhara yake pengine mengine mabaya ni kwamba yanaua pia hata viwanda vya ndani. Unakuta kwa mfano bidhaa ile inapokuja kule ina ubora wa chini, ikifika hapa Tanzania inauzwa kwa bei ndogo sana, matokeo yake viwanda vya kwetu vya Tanzania sasa vinavyozalisha kwa ubora mkubwa zile bidhaa ziuzi kwa sababu ziko juu. Sasa nini madhara yake? Maana hata viwanda vya kwetu vya Tanzania vinaenda kupoteza. kupoteza uchumi so, lakini ina. pia na kuua ajira ambazo ajira ambazo vimeajiri wazao. Kwa hiyo katika dumping effect ile kwa nchi inakuwa na madhara kubwa sana. Kwa hiyo tukipata vitu ambavyo ni bora kwanza, hata ukifunga koki ambayo itasurvive kwa miaka kumi na ukafunga hii yenye ubora kidogo mwezi mmoja, maana yake nini? Zitahitajika zije koki nyingi zaidi ndani ya nchi within kwa muda mfupi sana, kitu ambacho kina madhara sana kiuchumi. Kwa hiyo tunaomba hii wizara kama alivyopendekeza wabunge, pana maana wamekuwa wakali sana, akasema ngine mpaka hii wizara ifutwe, hatuoni umuhimu wake au msaada kwa wafanyabiashara lakini uhalisia ni kwamba sisi tukwa sisi wafanyabiashara kupitia mheshimiwa Jafo tumeona mwanga wa matumaini okay. Ndio mm. Reje tena kwake Shadrack pale eh, Dodoma. Alipotea kidogo, lakini sasa mambo yamekaa sawia. Shadrack, hebu tuambie sasa, tukiwa katika mtanziko namna hii, mambo yanaonekana anakwenda shagharabaga athari zake kwenye uchumi wetu ni nini, baada ya kuacha soko huria kila kitu kinachoingia wakati mwingine bila hata kuangaliwa ubora wake? Kwanza uh, sababu ya kwanza, zinapokuja bidhaa ambazo hazina ubora zina madhara ya mtambuka katika maeneo mbalimbali. Kuna vitu vya kiafya vinatajwa hapo lakini pia kuna hata ubora tu wenyewe. Hivyo vitu vinauzwa kwa bei chini sana. Tunaweza hmm, kuwa nazalisha kwa ubora, lakini hapati soko husika kwa sababu ya ya ya ya, ya, ya vitu vinavyoendelea sasa. Ni ni, ni, ni ni jambo jema kwamba Serikali inaanza kuangazia na kuona namna gani itie nguvu ili kuweze ku ni jinsi gani inaweza ikapambana na, na utitiri wa bidhaa mbovu ambazo kwa upana wake kabisa zinaharibu uchumi kwa ujumla wake. Mm. Na, lakini sasa tukiwa katika hali kama hii na nchi inafahamu kabisa hizi uh, athari ambazo zilizopo. Wapi ambako inaonekana hatujafanya vyema hadi utitiri wa hizi bidhaa zinaonekana sokoni. Okay, cha kwanza kwanza Watu wa, TBS. Watu, wa TBS. Watu wa TBS na uzuri ni, ni, ni taasisi iliyo chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, kwa kiasi fulani hawawezi kukwepa lawama kwa sababu ilibidi uwadhibiti wao uanzie kuanzia bandarini e, vitu vinavyoingia na hapo kwanza, umeelewa? Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kuangalia kwamba inawezekana aidha ndo mambo yaongezewe bajeti, wafanye kazi kwa weledi zaidi, au taasisi kama TBS na nyingine zote ambazo mpaka sasa hivi, kabla hata hatujazungumza hiyo inaokuja nyingine, ila hizi zilizopo zina meno ya kushughulikia zikikuta bidhaa mbovu, zina zina mandate ya ku, ya ku, ya kudhibiti kwa kiasi gani na kwa kiwango gani na nini kinafanyika ndo vitu muhimu sana vya kuzingatia, hmm. Sawa, tarejea kwako tena Kikoti. Uh, mbeo amemsikia uh, kikoti kikuu ambacho analalamikia kwanza ni uh, hata kama kuwe na mamlaka nyingi kwa kiwango gani, kama hazina meno bado tutabakia pale pale. Nyie mmekuwa ni mashuhuda wa hizi mamlaka nyingine ambavyo zinakuja na kufanya maswala mbalimbali pale Kariakoo, kia cha TRA, si na na na na wengineo unadhani kwa msuli ambao tunao kama nchi tunaweza kudhibiti na kuondoa kabisa hizo bidhaa sokoni kwa hali ilivyo sasa? A, kwa hali ilivyo sasa uwezekano upo, ni swala la kuamua, kwa sababu sheria kama ipo na wasimamizi wapo na bajeti ipo, ni swala la kutanguliza uzalendo na kuamua. Kwa mfano, tunawekea gari unavyoleta, ikiwa Japani, tunabidi kaguliwe kule ikionekana haina ubora wa kuja manake, nazuiwa ikiwa kule kule na mm, nadhani walishapelekwa kule. Mm, tumeona mara kadhaa yanakuja mabasi sasa ya abiria, basi linakuja unasikia break zimefeli limewa watu wa kutosha tu. Kwa nadhani kuna sehemu tuna feli, aidha ni swala la uzalendo, ila sheria tunazo ambazo ni kali sana za nani za TBS. Mm, nadhani issue ni kwenye wasimamizi sasa, kwamba kuwajibika ipasavyo, kwamba kama tumepewa sheria na zina meno na sehemu ambapo nadhani wachache ambao sio waaminifu wanakuwa labda hawatutendee haki, si Watanzania, lakini uwezekano wa kudhibiti mali upo. Tumeona miaka elfu mbili kipindi cha Bwana Jakaya mle kali yakokuwa na TV feki kuwa ni changamoto. Unavozungumzia bidhaa feki hadi hizi nani hizi, nazungumzia hizi nyaya za umeme mm. mtu unajenga nyumba nzuri unahamia, siku ya pili nyumba imewaka. Kwa hiyo kwenye uchumi na madhara makubwa sana, lakini tunaomba kwamba hii wizara kama unavyosema waheshimiwa wabunge pala, lazima ipewe meno, wakafanye kazi kwelikweli kweli. kweli. Lakini wingi wa bidhaa feki kwa kweli unatisha kwa nchi. Yaani saizi mimi mwenyewe nikitamani kwenda kununua kitu kuna taifa spend niulizie mali zake kabisa, nitakimbilia kidogo India. Bidhaa mm. -hmm. India atajua kwamba at least itakuwa na ubora fulani. Mm -hmm. Lakini unazungumzia mali kama za China kweli imekuwa ni kama dumping effect ya Tanzania. Na sisi kwa kweli tunalia sana kwa sababu ya inawezekana kwa sababu ya unyonge wetu au umaskini wetu, lakini ni kwamba hali ni mbaya kwa maana bidhaa feki. Bora ziwe bidhaa feki za nguo lakini tuzungumzie kwenye issue za umeme. Umelala usiku nyumba inawaka inaunguza watoto wote. Mm. Lakini mlio wapo hapo. Mm. Nyinyi ndio mnaenda kuagiza. Na kama mwanzo ulivyotolea mfano kwamba unaweza kuagiza labda ukafika wasema shati, mm. Shati nataka shati, kama bwana hapa kuna grade moja, mbili, tatu mpaka nne mm. kwa kuwa unatoka Afrika acha, mm. tukupe, ili utaenda utauza huko. Kwa nini mfanyabiashara usikatae, sababu bwana hii bidhaa kwa namna ilivyo, mimi nadhani kule nyumbani kwangu mm. itakuwa ina madhara. Hebu nitengenezea kiwango hiki nitaenda kupambana sokoni. A, unajua kwenye biashara mfanya biashara siku zote yuko after profit maximization. Mm. Yuko anaangalia faida na madhaifu ya sheria. Anaona nikileta hii switch au waya huu sokoni nitauza kwa faida hii na mamlaka zimelala. Kwa hiyo atatengeneza bidhaa. Zikija anaona sokoni zinaingia. Next time atazishusha ubora tena. Mwisho wa siku sababu mamlaka zimefanya nini? Swala ni kwamba mamlaka na sheria zimelala. Lakini akaona mara kwanza atengeneza bidhaa zimefika pale bandarini zimechomwa moto. Hakuna mtu ataleta mara ya, ya pili kwao. Tunaomba yani, aidha ni makontena ya maji sana sana. Kuna bidhaa ambazo ni vitu vya kali sana, ishu ya madawa, ishu ya matairi ya magari. Sitarajii tairi za kutoka China hizi za gredi la chini ziingie zikabeba abiria wetu, ajali zinakuwa nyingi, zinao watu zafisha, vilema wengi, kwa sababu ya mtu mmoja tu aliweza alipokea karusha kidogo, lakini madhara kwa nchi yamekuwa ni makubwa sana kuonekana kama taasisi nzima haifanyi kazi. Kwa hiyo tunaomba kwanza, tutanguliza uzalendo, lakini kwamba mfanyabiashara siku zote yuko after profit itu. Kwao akiona huku sheria zimelala. Hata kaa aseme kwamba nitengeneza ndani lakini tukiweka sheria kali tunataka vitu vya standard hii. Na ni kweli tunahitaji reformation kubwa sana. Hali ni mbaya kwa maana ya bidhaa feki. Ukiingia TV saizi kupata pale hapa sokoni kwetu original itabidi utembee kweli kweli. Yaani kupata ile brand new labda ni Sony mm, uh, ni kazi sana. Ziko kwenye standard ambayo ni ya chini sana. Kwa hiyo tunaomba kwamba waziri amepewa meno na taasisi zake zile, na bajeti hii ndo ameomba. Nadhani hawatashika shilingi, itapita. Kwa hio tunachotarajia ni utekelezaji, lakini pamoja na hayo kwamba tumesikia mle mgeni mambo mengi sana ameongelewa, kwamba hii wizara imekuwa badala ya kuwa msaada kwa wafanyabiashara, imekuwa ni kama sehemu ya kilio kwa umiza wafanyabiashara hapa. Ameongezea kwa muktadha mzima wa maana wizara inavyoacha wigo mzima wa hili soko la biashara likimilikiwa na watu wageni, anasema kwamba naleta bidhaa zilizokamilika Ndo haya mambo nakuta, mtu analeta bidhaa. Ni kwamba tunatarajia waje wafungue viwanda na kadhalika, tuvidhibiti. Kwenye unajua, bidhaa zinazotengenezwa hapa kuzidhibiti ni rahisi sana, tofauti na zile zinazotoka nje mm. Ndo maana mm. bidhaa zinazotoka Tanzania nyingi ubora wake unakuta uko juu sana, kwa sababu ya mamlaka zote ziko hapa, lakini ukitengeneza dawa kule ukazileta kudhibiti ni ngumu sana. Kwa tunatarajia kwamba hii wizara sasa iwe msaada, kama ulivyosema kule bungeni, kwa sio wafanyabiashara, kwa maana kuwawezesha, lakini cha pili kwamba kuzuia hawa wageni kuja kufanya au kuleta bidhaa zilizokamilika mm. tunataka nyingi zije zizalishwe ndani ya nchi yetu mm. tunataka waje wafungue viwanda, sisi tupate ile transfer of technology. Hatutaki mtu atoke kule, labda na mataili yaje yamekamilika, ah, tunataka afungue kiwanda Tanzania, tupate ajira, tupate transfer of technology na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio msaada wa wizara tunaotaka na kwa maana bunge walikuwa naongea pale bungeni tulikuwa na mm. kiwanda nakumbuka cha General Tyre kule Arusha yeah. ubora wa tyre nadhani nakumbuka ulikuwa ni kiasi gani? mm. lakini leo hebu ongelea tyre, unavyoongelea tyre, unaenda kupata tyre la gari FTC ni tyre gani? na unaona kwamba kuna mamlaka na nini. Tunawasomi kwa kweli, tumsaidie mheshimiwa rais kama unasema mm. na mheshimiwa waziri na hawa kurugenzi wa taasisi wawajibike kwa namna vile na inavyotakiwa, lakini otherwise tuseme kwamba kuna hatari sana ubora wa bidhaa zinavyoingia nyingi feki, viwanda vya Tanzania vingi kufa, na matokeo yake baadaye tunakuta uchumi wa nchi ndio kusimama. Kwa sababu gani? Tutakuwa na mtu anasema, mimi ni mwekezaji, lakini bidhaa nyingi anaingiza kutoka nchini kwake, anakuja kuuza hasi. Hataki uchumi wa namna hiyo sisi mm, sisi tunataka mwekezaji anasema, nina mtaji wa labda bilioni tano dola, nafungua kiwanda Mkulanga, nitawekeza katika moja mbili tatu, tupime economic impact yake jinsi inavyokuwa. Lakini tunaona mtu anasema kwamba nakuwekea soko la Ubungo display suit pale, how does it sound kwenye kichwa chako? Ni kwamba analeta value gani kwenye uchumi wa taifa? Atachachua vipi uchumi wa taifa mm? Au ndo kama unavyoona kwamba sekta kwa mfano ya mabasi na magari na kadhalika, wageni wanakuja na shika sekta zote hizi, ni aibu kwa nchi tena. Kwa hiyo tunatarajia kupitia waziri bajeti yake na pamoja na mzee aliyosoma arudi atazame wazawa zaidi katika hizi fursa ambazo wazawa wanaziweza kila sehemu. Sasa hizi wanalalamika, wanalalamika kwenye sekta ya usafirishaji, ukienda kwenye contractors, mainjinia wetu wa ukandarasi wamelala wamepumzika. Anakuja mgeni ana mtaji wa kutosha na riba nafuu anakukopesha tu hela, afu anakuja na masheti kwamba lazima nikajenge mwenyewe ile barabara. Hasa mainjinia wa kwetu watakuwa wanafanya nini sasa? At the end ni kwamba sisi itakuwa ni msiba tu, itakuwa ni nchi za msiba tu miaka yote. Kwa hiyo mm. tunaomba waziri husika kwa bajeti nzuri alivyoipresenti lakini arudi kwenye local content ya kulinda wazawa. Fursa za wazawa kwenye ajira zimeisha. Tunakuta watu wanakuja na makampuni ya maloli wanasafirisha mizigo Tanzania. Tuna vijana wetu na maloli mengi wamekosa ajira. Ushindani. Mtu anatengeneza lori kule kwenye nchi yake. Hilo lori amekuja Tanzania, anafanya biashara ya usafirishaji Tanzania. Mtu ana ana kiwanda kule, amekuja amefungua duka hapa, ameenda na Mbeya na Sumbawanga, inchi nzima wamehold kwenye kakinani. Hii kitu sisi kama wafanyabiashara hata sisi tunasema kwa kweli Wizara tunataka iwe ni msaada kwa sisi wafanyabiashara, sio mzigo kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo tunaungana na baadhi ya wabunge wachangia, wamechangia vizuri sana pale bungeni mm. tunataka iwe msaada sisi, hatutaki kutoe na vijana ambao wanafanya beti kubeti michezo hiyo ya kamali, ndo kama sehemu ya uchumi. Amna uchumi wa namna hiyo okay. tunataka uchumi, watu wafanye kazi mm. walete value kwenye nchi yetu okay. Ndio Dodoma kwanza, kule kwake Shadrack Kikoti. Shadrack, sasa hali imekuwa ndo hivyo ambayo tunaiona na wafanyabiashara wakitoa wa kilio chao. Nyakati ja kama hizi nini sasa tufanye ili tuweze kujinasua na hatimaye e, uchumi wetu uwe na mashiko na kuisaidia taifa? Uh, mambo mawili kwanza, nikirudi pale pale kwenye sa nyingine, hata sio utitiri wa taasisi kuongeza taasisi, ila kuzipa meno zilizopo ziweze kufanya kwa weledi zaidi, au hata sa nyingine zina meno lakini kuna ishu ya labda weledi na wa watumishi au kusimamia kile kitu ambacho kweli inabidi kifanyike. Kwa hiyo hilo lifanyike kwa, kwa, kwa usahihi, lakini nasikia kilio cha wa wafanyabiashara na kimekuwa ni kilio cha muda mrefu. Sasa hivi watu wanaongea namna ambavyo uh, ndugu zetu kutoka nje wanapata vibali vya kusimamia biashara, kuanzisha viwanda lakini wanajikita katika kazi ambazo zingefanywa na wazawa. Sasa haya ni mambo ambayo ni mtambuka, inabidi kwa pamoja kuwe kuna coordination nzuri kati ya wizara na wizara. Pengine inaweza likawa sio jambo la wizara moja tu, ila kuhakikisha kwamba wanashughulikia kuona kwamba mtu amepewa kibali cha ya uwekezaji afanye uwekezaji eh, na sio anaenda kufanya biashara za kichuuzi Unakuta sasa hivi kuna watu mpaka wanaingia mpaka vijijini ndani huko Ilole ndani, ndani, ndani wanafanya biashara wao na ni watu wa kimataifa wa, wa, wa, wa, wa mataifa ya nje, kitu ambacho si salama kwa uchumi wa, wa Mtanzania kwa sababu mwisho wa siku unakuta unaomuondoa Mtanzania mzawa kwenye mnyororo wa thamani na inaweza ikaathiri sana. kwa hiyo okay. Yanayopigiwa makelele ni vitu ambavyo ni sahihi na watu inabidi watunga sera na wanasikiliza wa, wa labda ni wakati sasa wa kuona namna gani ambavyo tunaweka sawa sera zetu na kukazia hasa kuweka meno mm, kwenye sheria zetu na kuwa wakali, maana hicho ndio kitu kikubwa zaidi. Sheria zipo na zingine tu labda tu hazifuatwi, kwa hiyo ni kuweka meno na kuwa wakali katika kuzitekeleza mm. Uh, tupo katika taifa ambalo kwa muda mrefu tumekuwa tukipiga kelele tuongeze idadi ya viwanda uh, ili kutoa nafasi za ajira kwa Watanzania, lakini pia kuongeza uchumi wa nchi uh, yanapoibuka haya ambayo yanatokea, tafsiri yake ni nini? akusikiaikoti mm. Inaonekana mambo hajakaa sawa sana. Na Kikoti, wakati wetu nawenyewe unaendelea uh, kwenda mrama. Kabla hatujahitimisha uh, Mrelwa, sasa neno lako ni nini eh, katika kuhakikisha kwamba mazingira ya biashara hapa nchini yawe yanamnufaisha mfanya uh, biashara mzawa, lakini pia kue, kuna chagizo la kuleta viwanda zaidi? Nashukuru, tuna changamoto kubwa ambayo tumeiona kwamba kwanza kwenye sheria zetu pia kuna madhaifu makubwa. Kwa mfano, wiki iliyopita tumekuwa na operation ya kukagua wageni waliovamia soko la Kariakoo. Unakuta ni wengi walikuwa wameingia na vibali kama ni contractors au ni operation contractors juu, lakini unakuta mtu yuko kwenye duka pale Kariakoo. Tumefunga maduka almost sabini na kitu, na wengine unakuta ni mwanajeshi wa inchi fulani, tunakuta pale na picha, yuko ndani Kariakoo na duka. Tunasema mwanajeshi anatafuta kitu gani hapa Kariakoo hapa? Kwa hiyo usalama wa nchi pia umekuwa umeingiliwa kwa kiasi fulani, wameingia kama wafanya biashara. Ukienda kwenye origin permit, alikuja kwa ajili ya kazi gani? Sio kazi ya duka, lakini ameingia kwenye duka pale. Kwa hiyo sheria zetu zimekuwa na madhaifu, na umeona mwenyewe waziri ameingia hapo kwenye mahandaki mle, anakuta watu wanafanya biashara. Wale watu kwenye kodi hawalipi. Tumemwona kamishina wa kodi naye amelalamika sana kwamba kwenye mifumo ya kuepa kodi wale wenzetu ni wako ni levo ya juu sana. Kwa hiyo kama nchi pia tumeangaa madhaifu sheria yetu, nasema aje mwekezaji la na dola laki tano, lakini haijaelekeza kawekeze kwenye kitu gani. Nayo ni madhaifu makubwa sana, aingie yani, na mzao afanye biashara kwenye mnyororo wa thamani basi mzao atapata kitu fulani, lakini sio uwekezaji wa namna hii. Tumeona nchi kadhaa zimeanza kumkata hata huyu mwekezaji, kwa maana ya Mchina mara nyingi tunamtaja kwa sababu gani ya kitu kama hicho, yani kwamba kwenye mnyororo wa thamani anataka kila kitu akusanye mwenyewe kuanzia mwanzo, kama nilivyosema mjumbe wa Dodoma kwamba kule vijijini bado ameenda anatembeza nyumba kwa nyumba. Kwenye mnyororo wa thamani wa namna hii hatutaki uwekezaji wa namna hii, tunataka uwekezaji kama TBL akiwa na kiwanda hapa Dar es Salaam, huko pembeni kote amegawa maagent, wana supply hii. Ndio inaadi thamani ya pesa kwenye ndio, lakini kwa mfumo wa sheria zetu bado tumeona kuna madhaifu, na tumemwomba Mheshimiwa Waziri ikimpendeza, kwamba kuita hati ya dharura kwa maana kupitisha hii hata tunao kamata wachache pamoja na kuabana kwamba biashara ya jumla ya uchuzi yoyote hapana. Kama wewe mwekezaji, tuone kabisa presentation kwamba una mtaji wa dola milioni kadhaa, unafungua kiwanda wapi, utakuwa na majenti, lakini sio kwamba una kiwanda unakuja kudisplay unauza mwenyewe unasambaza mwenyewe, hapana. Huo mfumo wa namna hiyo tunaona ni mfumo kama wa koloni na wafanyabiashara wetu wengi watapotea kwenye soko. Tumeona pale Kariakoo vyumba amepandisha thamani. Sasa, hizi chumba Kariakoo nakwambia kupata mlango mpaka milioni 100. Hicho kinaitwa kilemba bado hujalipa kodi. Kwa sababu gani? Unakuta mchina mmoja amechukua frame zaidi ya jana, tumefungia mmoja amechukua frame zaidi ya kumi, mtu mmoja ameholdi. Maana yake zile frame kumi, wazawa wote wamekosa nafasi pale. Matokeo yake nini? Thamani ya vyumba pale vimepanda vimekuwa ni juu sana. Kwa hiyo wazawa wamejikuta wakijenga chuki zidi ya mheshimiwa rais kwamba edha hawasimamii vizuri, na sisi tunasema mm, wafanyabiashara hatujawahi pata rais mzalendo kama mama alivyofanya. Anasikiliza changamoto za wafanyabiashara, anaagiza waziri popote, kama kuna changamoto anamwambia kimbia, kawasikize kuna nini pale, mm. Lakini uhalisia ni kweli, sisi tuna shida okay. Maneno ya kwake Renatus Mlewa, huyo katibu wa wafanyabiashara pale Kariakoo, akieleza uh, kinaga ubaga hali ya mambo ambao anaipitia uh, nyakati hizi ambazo tulikuwa pia tukimulika bajeti ya Wizara ya Viwanda na Biashara yenye thamani ya bilioni 135, ambayo imepitishwa. Lakini moja ya eneo ambayo limelalamikiwa pakubwa leo ni kuwepo kwa bidhaa zisizo na ubora hapa nchini. Lakini kule Dodoma tulikuwa naye pia mchumi Shadrak Kikoti, ambaye alikuwa kwenye studio zetu za pale Dodoma. Ni kushukuru sana Shadrak, asante sana. Naam. Nayo ni kushukuru sana kwa kuwa nami kwa uchanganuzi, na kwa nukta ino nafikia tamati ya uchanganuzi. Mi naitwa Nordin Selemani, ni kutakie kila laheri na usiku mwema kwako.